Leo niamua kukagua barabara ya, ya mzunguko wa nje ya mji wa Dodoma yani Dodoma outer ring road. ni baada ya kuona kwamba mji wa Dodoma sasa hivi kumekuwa na magari mengi sana. Na kwa nini hizi barabara ambazo tumezijenga za mzunguko zisitumike ndio ulikuwa msukumo mkubwa. Na baada ya kukagua nadhani kuna mambo ambayo tunatakiwa muyafanye, watu wa Tanroad na watu wa mkoa wa Dodoma Tanroad, lakini makao makuu. Barabara hii hapa tulipo ni Mtumba, na pale mbele kabisa, kama nadhani hata kilomita moja ifiki, ndo barabara ambayo ni junction ama makutano ya barabara ya Dar es Salaam na Dodoma kwenda huku Veyula kwenda Arusha Road ambako tumekagua barabara imekamilika yote kwa maana ya barabara ya kutembea yaani, lami imekamilika, lakini vilivyobaki nadhani ni kuweka alama za barabarani, alama za usalama, kuweka taa za nje, lakini pia kuweka maeneo ya kutembelea ambayo hayazuii magari kutembea juu, kutembea kwenye barabara, kwa sababu barabara kimsingi imekamilika na hata wajenzi ambao ni CCECC wamekiri kwamba barabara kutokea hapa Mtumba kwenda Arusha road pale Veyula kwenda Nala imekamilika. Naibu Waziri, tuko hapa eneo la Mtumba, ni sehemu ya ya barabara ya Dodoma Outer Ring Road, barabara ya mzunguko wa nje wa jiji la Dodoma. Hii ya mzunguko ina jumla ya kilomita mia moja kumi na mbili nukta tatu, inaanzia Nala Veyula, inakuja hadi hapa Mtumba, inaenda Ihumwa Dryport, Matumbulu na kurudi tena Nala kukamilisha mzunguko huo na wa kilomita 112.3. Mradi huu unatekelezwa na wakandarasi wawili wa kampuni za Kichina. Pakeji ya kwanza inatekelezwa na mkandarasi CCECC ambao ana sehemu ya barabara yenye urefu wa kilomita 52.3, lakini sehemu iliyobakia ya kilomita 60 inatekelezwa na mkandarasi Avic. Utekelezaji wa mradi huu unaendelea vizuri kama unavyoona, Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa kwa ujumla iko kwenye asilimia sasa kwa ujumla iko kwenye asilimia tisini na tatu ya utekelezaji.